Karibu. Gavana wa Trans-Nzoia George Natembeya ataendelea kutoa huduma kama gavana bila vikwazo vya awali alivyopewa na mahakama ya kesi za ufisadi Milimani. Jaji wa mahakama kuu Bahati Mwamuye amesitisha kesi ya ufisadi dhidi ya gavana huyo hii leo, na kutoa nafasi kwa kesi iliyowasilishwa na gavana huyo kusikizwa. Katika kesi hiyo, Natembeya amepinga mashtaka yanayomkabili ikiwemo matumizi mabaya ya afisi na kesi inayohusisha shilingi milioni 3.2 akisema tume ya EACC likiuka katiba. Hakimu wa mahakama ya kusikiliza kesi za ufisadi Milimani, Charles Ondieki alimwekea vikwazo Natembeya ikiwemo marufuku ya kutumia afisi yake kwa siku sitini. Aidha, Jaji Mwamuye amezitaka pande husika katika kesi hiyo kuwasilisha stakabadhi za kesi kabla ya tarehe ishirini mwezi huu huku kesi hiyo ikitajwa tena tarehe thelathini mwezi huu. <tiposilis> Timothy si ma runinga ya K24 saa moja